Mwenzako mwenye njaa ukamkuta ameiba kuku, unamvisha tairi, unachoma. Kiongozi aliyeiba, unajua ile jizi limeiba bungeni, ili pokea rushwa, unalishangilia na kupiga kigeregere, ukikatika kiuno ambacho huwezi kukatika hata ukiwa na mke wako, lakini unakatika kusherekea jizi na jambazi, lakini mlalahoi mwenzako unaua. Kuna kauli ya kusema sisi tunapokea amri kutoka juu. Amri kutoka juu, mtu yoyote anayepokea amri kutoka juu bila kuzihoji ni mpumbavu. Yaani, kuna watu wanataka kazi yetu yote hiyo ni kusifia rais, kusifia CCM, kusifia nini? Yani, uzuzuzuzu uzuzu, uzuzu, hivi wanataka yani, tuwe kama taifa fulani la e, kusanyiko la mataaira ambao hawawezi wa kuwa critical, ku think critical, kutizama mambo critical. Kwa hiyo wanachotaka kuna watu wao wanasema sasa ni wakati wa kusifia, tuanze kusifia tu, aya, nyamaza, tunyamaze. Hapana. Iganili mkataba na kokorokocho lililokotwa huko kizembe, watu wakafanya copy and paste. Wakifikiri si ni mazuzu. Tumelikataa, tunataka katiba yetu. Inaupeleka mbunge pale, tukimwambia ni spika awe spika. Sio katuni wa serikali, tunaambiwa utaajiriwa. Yaani nakutoa kwenye duka la baba yako, alafu nakuambia mi nalimiliki wa uajiriwe, unaweka mazuzu, unacheka tu, unafikiri ni maendeleo. Wanapiga vibaka tu. Hawana historia hata wazazi wao wajawai kumwaga tone la damu kwa ajili ya taifa hili, wanauza taifa ovu. Na sisi kama majua tunawaogopa. Waogopa, hawa ni takataka, ni mwezi kuja kuogopa mtu mwizi. Niseme dokta, uliechukua simu yangu bila ridhaa yangu, hiyo sentensi ndefu niende nayo wapi? Mwizi ni mwizi tu. Siku Mungu anipe nafasi, kuna watu tutafukua hata mifupa yao. Tufunge minyororo kama mfano kwa wengine. Mwizi ni mwizi, avaye kanzu ni mwizi, avaye msalaba ni mwizi. Mwizi hawi mtakatifu kwa kanzu au kwa msalaba. Ajabu, wanang'ang'ana na sisi tunao disclose ubovu wa mkataba, wanayacha majizi na majitu yaliyoileta hapa taifa, yanakula na kutafuna vitumbua kwenye ofisi za umma. Nusu ya taifa hili litakiwa tuwe mirembe pale mirembe wasitoke hata ijengwe kuta ndefu kwa sababu ni watu wachache wenye uwezo kufikiri kama binadamu. Wengi tunafikiri kama wanyama. Ndio maana ukienda mbugani kule umeona game wanavyouua watu, yani askari game, yani kuua mtu ni kama ameua sungura vile and nobody cares, everybody feel easy tu. Alafu nape hoja <laughs> Mimi kuna watu hata siangaiki kujibu, yani hoja tu nape ndo anaweza kumjibu Tundu Lissu huko ni kujaribu kuleta bito ishindane na treni ya umeme kwenye reli. Wangapi wananielewa? Punga mkono namna hii. Mwizi wa kura ni kibaka tu kama vibaka wengine. Ndio maana CAG analalamika kwamba upotevu wa fedha ni mwingi, Bunge alishtuki. Je, jambazi anaweza akamkamata jambazi mwenzake? Ni waombe wananchi, hii iwe fundisho kwenu, make mnapewaga tisheti zilizolegea zile za bei rahisi na kofia za chujio mnasahau kabisa ndo zinawatesa na, na, na kuwatandika miaka yote mitano, kwa sababu ninyi ninyi mnaolia ndio ninyi ninyi mnaopigia CCM kura kila siku. Watanzania tumekuwa wapole sana kwa viongozi wezi ambao wengi wamejipenyeza CCM kwa sababu wakijua ni njia rahisi ya kutuendelea kutukamua, na wakikuta kiwele akitoi maziwa huwa hawasiti kung'oa kiwele, irrespective kama ng'ombe atakufa. Ndugu yangu, wewe umeenda kuchumbia unakuta baba mkwe ndo anayekutongozea binti yake. Ushtuki, wanaigeuza NHF kwa kibubu, wanaanza kukopeshana kule kule ndani. Hiyo hela matibabu watapata wapi? Baada yake wanaanza kutoa mpaka mtu namambia, unamuondolea, mtu mtunaambia utakupa dawa lakini sirinji utanunua mwenyewe. Usivuta bangi. Profesa anakimbia chuo kikuu, ataki kufundisha. Daktari anakimbia chuo kikuu, mwalimu anakimbia shule, hata majambazi anakimbia kwenye ujambazi. Kila mmoja unamkuta bungeni. Mimi ukiniwekea CCM kulia na shetani kushoto, nitamwamini shetani, sitaiamini CCM, kwa sababu kama iliwahi kupeleka mchakato wa katiba mpaka kwenye bunge la katiba na ikauharibu, wewe utawaamini kwa lipi? Kwa hiyo mimi CCM na mdaut kwenye kila anachokifanya. Kutii mamlaka haina maana kutokukosoa. Kutii mamlaka ni kutii sheria, katiba na kanuni, sio kutii watu. Wakati wa kukimbiza swala mbwa anakuwa mbele. Ukishakamata swala mbwa ni haramu, anafukuzwa pembeni. Tunachukua nyama yote, tunabakiza kwato, pembe na tumifupa, ndio tunamtukia yule mbwa pembeni. Ndio kazi ya CCM wanavyowafanyia polisi, na polisi mnawasaidia CCM kwenye kuiba kuu. imi ni lugha yangu toka ninazaliwa. Kama mtu ana mashaka akatafute historia yangu, wote wananifahamu, shule nilizosoma wananifahamu lugha hii nimeitumia na nitaitumia mpaka siku naondoka duniani. Ukifanya vizuri, nitakwambia we unafanya vizuri ukifanya vibaya, nitakwambia you are liability to estate. Utaki shauri yako. Ni, nilishajikana, nikaubeba msalaba wangu, ndio maana sigeuki nyuma. Natembeaje ile ninachowambia Watanganyika, nifuateni, tusimame jambo hili, lina neema lina baraka kwa ajili ya watoto wetu na Tanganyika ijayo.